Tuelekee kaunti namba 45 ambapo walemavu wa ngozi kutoka kaunti ya Kisii wanaitaka serikali na baraza la walemavu nchini kuwasaidia kuzingatia maslahi yao ya kiafya kufuatia changamoto nyingi wanazozidi kupambana nazo. Walemavu hao walipokea huduma za bure za matibabu katika hospitali hospitali ya rufaa ya Kisii ambapo walifanyiwa uchunguzi wa ugonjwa wa saratani. Makumi ya watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi walifika katika hospitali ya rufaa ya Kisii kwa lengo la kufanyiwa uchunguzi wa kiafya hususan kupimwa ugonjwa wa saratani. Katika chumba hiki, shughuli hiyo imechacha. Evelyn Mora ni kati ya walemavu wa ngozi mia tatu katika kaunti ya Kisii ambaye amebahatika kukaguliwa dhidi ya ugonjwa wa saratani. Evans Momanyi ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya ngozi anatumia mashine hii inayotumia hewa ya nitrojeni. E, tukiwa hapa Kenya nzima tumeanza mradi ama mikakati ya kufanya skin cancer screening kwa wale wote ambao tuko na albinism. Tunahamasisha watu waangaliwe na madaktari ili wa, wa, waangaliwe. Ngozi, ngozi za watu ambao wako na albinism zinakuwa na shida. Inahakikisha ya kwamba all persons, watu wote pamoja na albinism are all in terms of inclusion, wanahakikisha ya kwamba eh, they are cancer free and everybody anaishi maisha yake kulingana na vile ambavyo inastahili. Wengi wao wanalalamikia kulemewa na gharama na kupata hata mafuta ya kupaka kwenye ngozi ili kujikinga na miale ya jua. Kuna wanafunzi hapa si, si, si wengine ni kani wanafunzi. Mwanzoni tulikuwa tunasaidiwa vizuri, lakini kuna wakati ingine hapo imefikia mambo hayajaenda vizuri pati. Ningeomba serikali ilu itilie hiyo mkazo vyenye ilikuwa inasaidia. Kuna wengine hata walikuwa wana hata usaidizi ilikuwa usaidizi mwingi, kofia zilikuwa nguo zilikuwa hizo mambo zilienda zikaisha during this iad we budgeted to do the the protective clothing that is the hat and also the um, pull necks with uh, long sleeved and uh, they'll be distributed in several counties maafisa wa afya kisii wametoa ushauri kwa wanaoishi na ulemavu wa ngozi Albinism is not contagious. Albinism is not, uh, hereditary. It is just, uh, the body which lacks melanin, and the melanin is the which is concerned about the skin pigmentation. So they are normal like anybody else. It's only that, that they are lacking melanin. Haya yanajiri siku chache kabla ya ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya walemavu wa ngozi na baada ya kufika hapa kwa shughuli ya ukaguzi dhidi ya ugonjwa wa saratani, walemavu hawa wa ngozi wanasema kwamba ipo haja serikali kuzidi kuwapiga jeki kila kuchao, kama njia mojawapo tu ya kuwasaidia kujikimu kimaisha. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, ndani ya hospitali rufa ya rufaa ya Kisii.